kesi inasikilizwa na, na jaji wa mahakama hiyo mheshimiwa gabriel malata na watuhumiwa wengine waliofikishwa mahakamani chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi nurdin masoud mwenye umri wa miaka 25 ramadhani selestine mwenye umri wa miaka 23 alphonce rwenyagila mwenye umri wa miaka 30 faswiu athuman mwenye umri wa miaka 39 gozibert alkard mwenye umri wa miaka 35 Desdery Evarist mwenye umri wa miaka 33 na Dastan Burchard mwenye umri wa miaka 47. Kesi na sikilizwa tofauti na kesi nyingine za mauaji ambazo sikilizwa na mahakama hiyo, kwani mashahidi wote wa upande wa jamhuri na utetezi hawataonekana machoni, watakuwa wakitoa ushahidi wao bila kuonekana wazi, huku wengine wakiwa ndani ya sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili hiyo. Pia katika mwenendo mzima wa kusikiliza kesi hiyo hakuna mtu yoyote atakayeruhusiwa kuingia ndani ya mahakama mbali na mawakili wa upande wa utetezi na upande wa jamhuri na watendaji wa idara ya mahakama waliomsaidia Mheshimiwa jaji anayesikiliza kesi hiyo. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa manispaa ya Bukoba waliokuwa wamefika kwenye eneo la mahakama kwa lengo la kusikiliza mwenendo wa kesi walikuwa wakizuiwa na askari wa Jeshi la Polisi walikuwa wameweka ulinzi mkali kwenye eneo la chumba cha mahakama kitakachotumika wakati wa usikilizaji wa kesi hiyo. Naibu msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Bukoba, Mheshimiwa Odira Arois Omoro, amesema mahakama imeweka utaratibu wa kuwaonyesha wanaotoa ushahidi katika kesi hiyo na mwakili wa pande zote mbili kwa lengo la kulinda usalama wao. Hivyo amewaondoa wa wananchi wasiwasi, kwa kusema kuwa haki itatendeka katika kesi hiyo. Serikali imeweka wakili kumtetea kila mtuhumiwa kama walivyowasilisha ombi lao baada ya kusomewa maelezo ya awali. Umwenendo mzima wa kesi itakavyokuwa kulingana na maelezo ya awali yaliyosomwa ya, ya mwenendo mzima wa kesi ni kwamba itakuwa na jumla ya mashahidi 51 nakala za ushahidi 27 na vielelezo vingine kumi vinavyoshikika vikiwemo viungo vya mwili pa marehemu Asimwe Novat. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la viwanja vya Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Bukoba iliyo katika manispa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera. Naitwa Audex Mtiganzi wa ITV.